Kwambia niko maeneo ya Makumbusho, na hapa mbele yangu yupo kaptein wa mashabiki Tanzania nzima Kizinga Jeyara. Kaka vipi? Poa, mambo vipi Bana? Fureshi kabisa, mambo yanaenda, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, safi bado mm, yeah, mechi nne tumalize ligi, sio nne, tatu Ki, si mechi nne hapana, tatu. Tatu tuna tuna mechi ya Tanzania Prisons pale mjini Mbeya wanambea, kuweni tayari, yanga yenu itakuja hapo, hakikisheni mnafanya kila mnaloweza kufanya. Tuna mechi tatu za kutangaza ubingwa. Safari tuliyokuwa nayo ni ndefu, tumeanzia mbali, vitimbi mikikimikiki, mikiki, dhuruba kuumia wachezaji wetu, kila aina unayojua wewe tulioipitia. Tupo kwenye mkia wa ng'ombe, sasa tumeshakula ng'ombe mzima. Fanyeni maandalizi ya kutosha, Dar es Salaam Africans, timu yenu timu yenu pendwa ikidondoka hapo basi hakikisha kwamba tunatoka na alama tatu. Kwa hiyo tuna Tanzania Prisons e, watu wa mkoani huko, mtajiandaa hizi za huku tuachieni sisi. Kwa hiyo tutakuja kucheza na, na Mungo, kisha Dodoma Jiji. Tumemaliza mnyama mkali, itakuwa gemu ya mwisho hiyo Simba, gemu ya kutangaza ubingwa. Ah, hiyo hiyo mechi sisi kwetu haipo. Kwanini tucheze nao? Kipi kilichowafanya wasicheze na sisi? Wakati tunawahitaji wao, hawataki tena baada ya wameona masaa kwenye, kwenye usiku wa manane wameona watoe taarifa, hawahitaji tena mchezo na sisi, na viongozi wao wakaenda mbali zaidi wakasema kwamba hawatashiriki mchezo wa aina yeyote. Lakini saa hizi ukiwasikiliza wanautaka. Je, nini mmefanyiwa? Nini mmetekelezewa mpaka mnautaka sasa hivi mchezo? Sisi sio watoto wadogo Tunaongozwa na sheria na taratibu za nchi na pia na sheria za mpira na kanuni. Kama wakijitokeza wachache wako, ukwe, kwa maslahi yao wakaharibu mpira, basi hilo lao mm-hmm. hey, kwayo mimi ni miongoni mwa wadau wa mpira ambao unatamani, na mimi navyowajua viongozi wa Yanga msimamo wao na sisi ni huu, hatuchezi. Natamani ngoma iende hivi hivi mpaka mwisho ili hao walio haribu ili jambo mm, tuwaone sura zao watazipeleka wapi. Zinga, ikitokea mmepoteza mchezo mmoja au mmesare mchezo mmoja, bado mtakuwa hamchezi huo mchezo, msimamo utakuwa ni ule ule tuko tayari kukosa ubingwa na sio kukosa tu, mm, yani tuko tayari hata kushushwa daraja kwa lengo la kuokoa mpira na, na sheria za nchi mm, na sheria za mpira wetu kanuni za mpira wetu ambazo tumejiwekea wenyewe sisi, tuko tayari kushushwa daraja kwa lengo la kuziokoa hizo. Ni aibu kubwa Tanzania, hivi vivilabu viwili hivi. Sasa hivi unapewa orodha kwamba watu wameshakimbia mechi takriban, sijui mara saba, umeelewa? Hasa inatakiwa sasa. elfu mbili na ishirini na moja limetokea jambo hilo, wakaharibu dabi. Safari hii tena, juzi tarehe nane wame limetokea wameharibu tena dabi kwao. Lazima tusimame sisi ambao tuko tayari kuokoa sheria za mpira, kanuni za mpira, lazima tusimame kuokoa upuzi huu, hichi kinachoendelea, na viongozi wakiache hivi hivyo wa serikali, ili mpaka kufikia mwisho, hata yule atakayekuja kukaa kwenye mamlaka pale ajifunze kwamba kuna upuzi ulifanyika ishirini na moja, kuna puzi ulifanyika tarehe nane. Siwezi kuruhusu kwenye maisha ya wakati nipo mimi naongoza mpira. Tuna engineer Harris ni, ni mwenyekiti wa virabu barani Afrika anaheshimika sana Afrika, amepewa mpaka tuzo kwa kuunganisha virabu barani Afrika, lakini leo hii anatengeneza nje afuku kwake nyumbani kuonekane kwa hovyo, sio kweli. Kwa mimi nampongeza, aendelee kuungana na sisi, msimamo wetu ni mmoja, hatuchezi hii mechi kwa sababu sababu hazikuwa za mashiko. Unasema umezuiliwa pale Benjamin Mkapa kwenda kufanya mazoezi, Yanga amekuzuia. Uwe umemwona Yanga pale? Yanga hajaonekana pale, hakuna kiongozi wa Yanga aliyekuwa pale. Kitu kingine ulinzi na usalama ulikuwepo, vijana wa kamanda Mulilo walikuwa wameja pale wengi. Kwa hiyo sehemu ambayo ina askari wa kamanda Mulilo amani ipo. Kwa hiyo aliyowaziwia Simba, hata kwenye barua ya Simba inasema ni meneja wa uwanja. Kama meneja ndo kakuziwia nini anasema meneja. Meneja kasema nakuziwia wewe kwa sababu huja nipa taarifa kama unakuja nyumbani kwangu. Hata kama sheria na haki ni yako, lakini pia hata mi meneja, sheria na kanuni na nilinda inakutaka wewe unipe taarifa ili na mimi pamoja na wale ambao unacheza nao tukuandalie kikanuni na kisheria tukuandalie, umeona bwana, kikanuni na kikatiba na kisheria. Sasa unakwenda kuifata haki yako ya kikanuni, lakini hufati utaratibu wa kuiendea. Kwa hiyo, hapa tuna kitu tunakitengeneza kwa lengo la kutengeneza na kuokoa sheria za mpira wetu. Kwa hiyo, wale ambao mnatamani kuiona dabi, tuwaombe radhi, dabi mtaiona CRDB Federation. Ombeni dua, watacheza na Singida Black Star. Ah, wakishinda tutakuwa nao, kwa sababu mimi na uhakika JKT hanitoi tena naenda kucheza naye ugenini so mbweni pale namshona kweli kweli huyu umeelewa bwana. Kwa hiyo tukutane fainali hapa, ndo mtakaposhuhudia dabi moja tu hiyo. Dabi hii hapa, tushachana nayo. Hatuchezi. Yeah, hatuchezi. Na sisi, ya tarehe nane, achaneni wale wanaotuona kwamba sisi tunavyoandika hivi hatuchezi, mkafikiri maskhara. Hii sio maskhara kweli hii, sisi tumedhamiria. Unaweza ukatuona kama tunaigiza lakini yaliyoko moyoni nyinyi hamyajui. <coughs> Uongozi umeandaa timu umejipanga vizuri vizuri sana, wameuandalia wameandaa timu kiutimamu na kiakili kwa lengo la kwenda kucheza tarehe nane. Unaahirishaje mechi kwa, ku, kwa kupewa taarifa tena mtandaoni masaa tisa za usiku. Mnakosea heshima. mpira kwao ni lazima tuuokoe mpira wa nchi yetu. Hatuchezi ndo kauli iliyoko ubaoni, mm. Kama unataka kucheza wewe, naenda kacheze peke yako. Na paredi, pale, pale, paredi. Paredi la ubingwa liko pale, pale. Tena paredi la safari, mm. Paredi la safari hii taarifa nilizonazo nazo, paredi litakuwa kubwa kweli. Kabla ya paredi mm. kwanza lazima tukutane wanayanga <clears throat> matawi yote mwana <clears throat> yanga popote alipo lazima tukutane kwa ajili kwanza ya kujipongeza na hata kama hatukuchukua ubingwa tutakutana tu kwa lengo la kudiskasi. Huu ndo utaratibu wa Dar es Salaam Africans, hey. Okay. Na utaratibu huu utaupata Yanga, yani kila chenye mafanikio, sio wote wanaweza brother kukitengeneza, yeah. Yeah. Okay. Tuzungumze wapinzani wenu Simba sports wako South Africa hivi sasa. Uchache wa mashabiki walioondoka nao umeonekana kwamba kuna namna inabidi wajifunze kwa Yanga African. Ni nini ambacho mlikuwa mnakifanya nyie mpaka mmeenda South Africa na watu zaidi ya mia mbili, na of course ule uwanja mliocheza na Malumo Gallants uligeuka kama ni nyumbani kutokana na mashabiki ambao walisafiri na timu, lakini pia mlienda Rwanda mkajaza uwanja kosta zaidi ya kumi. Ni nini ambacho nyie mnakifanya ambacho mnafikiri mashabiki wa Simba waweze kukifanya? Kwanza nimpongeze ni, ni, ni sana uh, Engineer Harris Uh, mwenyekiti wa virabu vyote barani Afrika pia rais wa Dar es Salaam Young Africans, pamoja na wenzake jopo la wenzake, yale waliyoyafanya ndiyo matunda ya haya yote uliyoyaona, na, na, na niseme kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu, baada ya mateso ya muda mrefu akaona wanayanga hawa ndio watu watakao kuongozeni nyinyi katika njia iliyonyoka. Umenielewa engineer Harris, utendaji wake pamoja na wenzake ndo ilikuwa chachu ya hayo yote uliokwenda kuyashuhudia wewe injinia Harris. Kwanza amekubalika na wanayanga wote, alafu ana tabia ya kuongea na kila mtu bana, ili jambo tunafanyaje hapa, tunafanya hivi, tunafanya hivi kwa ule mshikamano daima, mbele nyuma, mwiko ndo kilichokuwa kinafanya ikawa vile, umeelewa. Injinia Harris anaona kwamba nina watu mafansi ambao wanatakiwa kuondoka kwenda South Africa pamoja na kuwa kule sauzi tuna matawi mengi, lakini pia kuna mafansi, kuna influencer wanatakiwa kwenda South Africa, tunafanyaje? Hata kama huku wasafirisha wewe lakini lazima uwatengenezee watu, sababu moja kati ya timu ambazo zimekuwa kivutio na kuwa na wadhamini wengi pamoja na Yanga, wewe ni shahidi wakati huu wa utawala wa kina injinia Hersi, mara baada ya kwenda kujifunza La Liga namna ya uendeshaji, tayari walichokifanya yaani mafanikio ya kutekeleza kile walichofundishwa umeweza kuyaona. Watu wamekuja kuinvesti wengi. Sasa watu wanavyokuja kuinvesti wengi hivi, ukiwaambia bwana tusafirishie watu mia moja hapa, watakataa. Wao wanaona kwao ni fursa. Ndio maana unaona jeshi la anga lilikwenda, jeshi la aridhini lilikwenda, ilikuwa ni kazi nyepesi tu, maagizo tu bana. Kuna moja mbili tatu watu wametia hela au watu waondoke. Pia mama alitia hela, unakumbuka eh. Mama pia alitia hela watu waende. Kwa hiyo niseme ni, ni kitu kimoja moja kati ya safari ambazo mashabiki sisi tuna enjoy kuwa tunakwenda Kongo, South Africa, inasababishwa na uongozi wetu kuwa, ime, kuwa imara, viongozi wetu kuongea lugha moja na sisi, viongozi wetu kuthamini kile tunachokizungumza na kile tunachokifanya. Menelewa, mi niko tayari ujue, kuacha mimi niko tayari kuacha kazi zangu niende hata nikakae tu pale nipange foleni. Menelewa bwana Nisikilize msemaji wetu anazungumza nini leo, engineer Harris atakuwa anazungumza. Niende mimi nikakae, nisikilize anazungumza nini, kuelekea kunipa mimi furaha. Umeelewa? Hilo linafahamika mpaka familia. Mimi najua nyumbani, mke wangu mimi akiona mimi anashangaa mimi nimechelewa kurudi, anauliza bwana vipi huko? Naambia kuna jambo la Yanga huko, anaambia sawa. Hata nirudi saa saba usiku, anajua Yanga Yanga. <laughs> unakuwa unaisingizia, hapana, na inakuwa kweli Hey, inakuwa kweli hey, kwa kwa... Kina, kina kisugu hao sasa hawajaenda South Africa bado, nafikiri um, ni nini, yani, ni kitu gani haso ambacho wenyewe mnaweza kuwaambia sasa wakifanye? Kwa sababu hapo moja kwa moja umeongea kwenye ishu ya engineer. Je, mangungu ha... unafikiri hawezi kuorganize kama ambavyo engineer ana organize? Kwanza kitu ambacho wanatakiwa wao wakifanye ni kuifuata slogan yao, inasema nguvu wao nguvu moja, hawana na wanatoka kwenye misingi ya nguvu moja, na slogan na kauli yao wanatoka. Mi niseme kitu kimoja, hao wakina Kisugu wa kina Kei Mziwanda pasi milioni, wakina Mzee wa Saruti hao ndugu zetu, tunaongea lugha moja mtaani, tunawasiliana, tunafanya nini, miongoni mwa maagizo waliotupa sisi ya, kutu, ya kuwasemea wao, wakisema kwamba jamani, nyinyi mmekuwa mnapendwa sana na viongozi wenu, lakini sisi hatupewi thamani tunakumbuka nusu fainali mlijazana sana South Africa na uwanja ukaonekana ni yanga tupu, mama katoa dege ile hapo sisi twende, lakini wamepakiwa machawa umundani, nani au mundani wameondoka, anakuambia useme au niliokutajia wote wamekwambia Kizinga, sema sisi tunawasiliana nao na, hawa hawa walioondoka ni kwa sababu sisi tumewapazia sauti, wadau wale wadau wa Simba wenye uwezo kidogo ndo amewasafirisha hawa kwa kufuta aibu ya viongozi wao. Mmeusaidia uongozi wa Simba. Kisugu akiwa nyumbani kwake anachambua matembele sasa hivi, tunamuita Kisugu Matembele, unaelewa <tik> bwana Kisugu Matembele akiwa nyumbani anachagua matembele, anaona anaumia akipitia zile picha za watu wa Yanga wamekwenda South Africa. Kwa kwanini sisi wafia timu tusiende? Mi nakwambia mpaka meseji ya Mandara, mi nayo Mandara ananiambia kizinga kama kuna namna ya kutupazieni sauti tupazieni, sisi hatuwezi. Kuna wakati lazima nyinyi mseme, si tukisema itakuwa majanga hiyo. hi mmoja tukajitoa mwanga. Mzee wa saruti anasema kwamba nimebaki bana bana. Mzee wa saruti anasema a, kuna dege lingine au ndio hili hili? Sielewi. Kwa hiyo yupo dilema haelewi, tukamwambia ndugu yangu, kama huelewi amini tunachokwambia, dege lingine hakuna Ndege iliyotolewa na mama ndo hiyo hiyo na hii iliyotolewa haitolewi nyingine, lakini linapotoka dege kuna kuwa na utaratibu wa wanaokwenda eh, kama machawa ndo wamechukuliwa wamepelekwa kule, kwani usichukuliwe wewe? Kwa hiyo Kisugu kei mziwanda agi Simba wale wameondoka kwa sababu wadau wameona kufuta aibu. Na mimi nikwambie, simu yangu bando limekwisha hapa, ningekuonyesha mimi nimetumiwa meseji na watu watatu hao wa. mmoja akisema bana, asanteni na wakina godi yanga wote, wametumiwa wakina mwalimu yanga yeah. Bana asanteni, tumepata watu wa kutusafirisha eh, huyu unayemsikia hey. Kisugu wanamsema sema kaisi Mbana. Eh, ukisikia mwalimu yanga anakwambia kuna chawa wako huku, huyo hey. Chawa kisugu huyu, ndo kamsafirisha kisugu kumpeleka South Africa. Timu haiwezi kufuta aibu kwao, tuambie tu kwamba viongozi wao wanatakiwa kuiga kile wanachokifanya viongozi wa Yanga kwa kuwathamini hawa hawa. Ni mashabiki wa kweli, ni mashabiki ambao wako tayari kusema chochote na wanasimba wenzao, wakawasikiliza umeelewa? mm. Hey, yeah. na mimi nikwambie, laana za wanasimba walioachwa kwenda South Africa, sasa hivi kama zingekuwa zinapimwa kwenye uzani, zingekuwa zimeshafika kilogramu 859000 na hizi laana zinakwenda kufanya Simba waondolewe, wakiondolewa kule South Africa wakae wakijua kilichofanya wao waondolewe ni laana ya mashabiki kuachwa. Dege sio lako wewe, unawachaje? Mama katoa dege hilo, mafuta ya mama, mama anavyopenda nchi mama, anavyopenda mpira. Ah, ndo anamfelisha hapa. Mama anatoa dege lake wewe unakuja kupanga, we nenda wewe usiende. Sasa hao ndio wafia timu. Kila siku kwenye jua kali unawaweka kule. Ah, kuna mmoja mwanetu sana anaitwa anaitwa Kinyago Tabata. Yule kapata ajali mpaka sasa hivi amelala yuko ndani. Watu wako wanagombania madege huko. Mwamba yuko ndani pale amelala. Hakuna hata msaada, hakuna harifu wala bei. Pale Mwamba katulia. Na majeraha harakati yule mwanzo mwisho na pikipiki piki yake imechora choro masimba simba. Nimemwambia hey, leo asubuhi. Pole sana. Huna watu wa msaada.